Halo, <coughs> yaani we mswahili sana Zuchu kaiona siji elfu kumi nijembezi kielfu kumi kama kielfu kumi afu njombezi wekuweza. Hebu jishikilie wewe, mtoto wa kiume babu wewe. Niache kwanza na mambo yangu mengi. Mbwa mmoja kanitumia kielfu kumi chake njombezi, sijui ndo nauli au sindo vipi, hata sijamuelewa s kwa, kwa... hmm. hmm. kwa kweli manati yake imekosa ya shaba, shogaangu hmm. Kawina, nimevurugwa kuliko unavyofikiria huo. hmm. Mchezo utanitoa roho mpaka dakika hii, na watu kama nane, na wote ni mwaidio. Nitawapa mtu wa sita pili, makope sijampa Aziza sijampa, huyo mwenzangu, mbwa kama mimi pia sijampa hela yake, mtu mweusi yule. Banda we, banda we, banda anko ankoli, ankoli ah. <laughs> Ankoli mi nikajua zile napiga vileaa kwenye vichupa vile, vile. Ubadiuupo ah. Ankoli siamini umona napijaga bia, mi nikajua sigala bwege tu na vile pombe zao za imbasingeli zile ubadiizi yenyewe ku <coughs> yenyewe <laughs> nikajua umenidarutia kumbe yenyewe ha. Ankoli unatulia mwenyewe kuongea, uongei yenu me ina kupendewe kauzi. <laughs> Ankoli niambia, ankoli mtoto wa dada we bwana <laughs> mama ko wewe na mimi mama moja toka ntoke hii. azaliwa mimi mbako, alikuwa nasumbua, alikuwa nasumbua, nambeba sana. Sasa hivi nambeba mwanawe. Akoli ankoli, miwe na kukubali. Akoli kwanza niongee dili langu, nimekuja hapa, sisia maneno mengi yumbail basi, bwana ikawa heka hekaheka. Basi nichogundua mwenyekiti bado anataka uongozi bado e, anapenda uongozi anapenda kung'ang'ania bado, wakati wananchi hawamtaki mume wangu. Ikitokea nafasi ya kuchukua fomu ukagombea wenyekiti, chukua na ugombe. Eh e, mimi nataka nikipata uongozi tu nabadilisha mambo yote naweka mambo mapya, yale yamepitwa na wakati, yale naanza mambo mapya. Yale utanipenda mwenye, utapenda uongozi wangu zuangu. Ni kweli, utakapopata, badilisha mfumo wote, weka watu wako wengine, mambo yaende na usifate yale ya kwake, fanya ya kwako. Mume wangu, ukipata wenye kiti nitafurahi. Sawa mume wangu <coughs> <coughs> yani ukishinda mimi nitafurahi sana. Sawa sawa. Tabadilisha mambo yote. Nitafurahi sana. Mama, mimi naenda. Unaenda sokoni? Ah. Basi usisahau kibichi bwana. Ah, sawa. Na usichelewe kanijia wangu wangu, nasikia sikuyo kaja nyumbani kamkuta mume wangu kaanzia shengesha, mimi sipo bwana na maumivu na nina hasira naye, namtamani kama nyama ya sikukuu. Hapo hapo kwa hao watu, huyo mtu mweusi ulomtaja, huyo nani ulomtaja huyo mtu mweusi, wasiji hapo nayonoza kumbe kwako hawaja kukuta, walikuja kwangu, wamemkuta mume wangu mimi sipo. Nasikia wameanzisha mabalaa kule nyumbani, sina hata yani, nawatamani kama nyama ya sikukuu hey. Sasa wale mabibi, nimekaa humu ndani, si unajua mida ya waha, ngongongo ngo, ngo. Mimi mwenyewe nimejificha. Kimya, ngongo ngongo ngongo ngongo ngo, jamani. Nasikia eh, hey, mnajifungia ndani saizi mmelala mnalala gani? Kwa hizo kilimu za bila hisi. Ni huyu nani anaongea shiti mtaani hapa yana analetea na anani nani I nikasirika nikatoka si ndo nakuta wao na mwenzake Noza. Eh? Nikamwambia Noza, umenisahau. Kama wewe ndo eh, ndo mwenyewe mwenye, mwenye pengo lako mjini. Umeona eh? Nikamwambia umenisahau. Akaanza kuleta jeuli bwana, tukachambana, tukachambana, nilichowafanya nimewakung'uta. Eti huyo mbwa mwenzio yupo, kwa hiyo sisi huyo mbwa eh, kasema mwenzenu yupo mm. Mbwa mwenzio yupo, yule mbwa mweusi kama usiku wa manane, yule ndio kakimbia. Yule mwenzio ndio akajifanya, nilichomfanya sijui kama leo katoka kwa ujumbe huo, na ule nilokuta kwa yule mume wangu kipipa, mbwa alitokea huko, wameanzia kwa mume wangu, mimi nilikuwa sipo. Sasa tulia kama sifuri wale mbwa, simpye la mchezo, simpokeleshi jina, simlipi deni, si usiku, si mchana, anavotaka anataka. Nimesikia Madale ku kuna proti kubwa, proti kubwa mia kwa mia, wanauza milioni moja. Tukiuza pale, enda kwa Madale, kwa Mabozimwe, kwa Mabozimwe ankoli tuuze ule mjengo ule. Nakani uuza ule mjengo ule. Haa, kumenileta miguu ile tunachongea iti kata, tuuze mjengo ule tusepe hapa kwanza. Hapa chawi wengi, ukilao na watu wanapanda ndege, kumbe uko jua mbuyu. Yani mambo ya wiki wiki asomeki someki na wewe ankoli, ndo maana hivi unapokuwa na hivi chawi wamekusiki, kaniuzie hey. Nyumba yangu. Maria Melemba Bangu sasa wewe sasa unasema nini? Kati ile mia Melemba Bangu tofali nimeleba mwenyewe. Wewe hata hujavaliwa sisi ile vale tunashughulikia. Wewe unaelewa hii nini? Kimogo wewe kipenye nini? Sisi tunakaa huko wewe. Hapo anapoita kigombo mbuyu unajua kulikuwa na nini? Hii ilikuwa bonde bwawe ambapo mua, ni kabawe ya mpunga. Unajua? Ile nimeiba tofali. Kiacha pale mnajenga tofali za kuchoma. Ona, ona ukuta ya matofali ya broko ile sikani endi ya yani, umezunguka huko kote umekuja hapa, nataka oh, niuze nyumba. Una nyumba kwanza? Mimi wewe, una bahati sana. Mamako alivunja nazi sana, tulikaa mimi mwenyewe nikae nikalale nje. Hapana, kwa ajili ya dadangu ili upatikane wewe. Wewe umepatikana kwa shida. Haya mavazi gani anavaa mtoto Mme wangu watutassamanasikia, basi, ukimkataa zaidi anafanya, ukimkataa zaidi anafanya. Basi tuwache tu, ndo wakati wao huo. Haya mavazi haya ya, siyapendi. Alafu anamfanya awatamanishe watu, mavazi kama haya hayafai. Haya mavazi gani e? Mke wanguatushazenas, umweyu ndasema na nasema Sa haya tu yaache haya. Sasa unanipa, una moyo mke wangu, ndio maana nakupenda kweli. Sasa niendelee na ni, ni ndelena, kugombea uongozi tu gombea e. Yani kakutana na mambo magumu sio, atayamaliza vipi? Lakini ndugu yangu, unajua kama unadaiwa hayo shilingi 10000. Ah. Ndugu yangu shilingi elfu kumi najua. Mimi kukaa ndani mimi sio ninapenda. Wewe mwenyewe unanijua. Mimi ndala zinaisha kwa kutembea, lakini sasa hivi nyendo sina. Nimekopa wa habibi. Yaani ikishaona tu jua yaka yaka, unajua hawa sitoki. Ile elfu kumi ndugu yangu sina. Na nawazo. Wale wameshatoa jeuri. Wale wanajifanya sisi wanatuweza. Dama. Wale hawatuwezi usiku wala mchana. Muda wote wanapotaka na sisi tunataka. Hatuwalipi hiyo hela elfu kumi kwenye jina lao. Kata elfu kumi yako, na inobakia tutumie watu wawili, ndio hey! yes, tu. Manaake usipotumia hapa tulivua sasa hivi tunakuja kutumia lini? Niambie koma, au wanaotudai wewe ndio ufuatia ubani wetu. Fadhila Mnoga yuko live ndani ya Zimbabwe, usiku wa leo taarabu live. hmm. <laughs> Watatuweza wapi? Watatuweza wapi? Watatuweza wapi? Watatuweza wapi? Watoto wa mjini watatuweza wapi? Ndoka bahati mbaya ndo akaingia akapata bwana mtu wa Morogoro, mganga alivyotuambia huyo bwana mtu wa Morogoro mfupi kama wewe, ila kamtelekeza dada wangu mimi. Lo, inaniuma. We wenye baba yako mjui Unamjua? Wewe umetoka huko kote. Uje unizunguzie kwenye nyumba yangu au sio? Yaani uniuzie nyumba yangu mimi. Nyumba. Nyumba yangu mimi yaani uniuzie. Weka manani. Sasa na vidi tuongee kama ni kama mwenye cheo. Maana nakushirikisha kuuza nyumba sasa wewe unaniletea kunitawala nitawala. Mimi nauza. Nyumba yangu. Hivyo na njukuria. Eh? Jomba, jomba maswala mapanga sasa hilo kama. Jomba sikili. Hatuuzi. Hatuuzi. Kwenye mji wangu yani, unasema yeye unaniuzia nyum... ya kwako? Ah, sio ya kwangu yao. <totisikia> Tutawafurahisha, tutawachambisha bila kunya. Tuwalipe watu vitu kama hivyo sasa vitupite kweli? Vikestolight shogangu, vya vyakon... vya kutufanya tukaongeza siku tutavikosa wapi? Hapa <laughs> <totisikia> mjini ukisikia mimi shangazi. Mi mama ya mjini ndio kama sisi. Hata tuje tuone kwenye magazeti au kwenye TV. Jamani. Tinye tilewe babu. Tile mpaka tinye tuenze tukastale, shogangu. Wale mbwa tutapambana nao tena, bora watu wote tuwatafutia madeni, lakini wale nyani wawili hamna kumpata shilingi mia. Dama, kama hiyo hela haina kazi, nipe udugu wako, niipe madeni watu, nami nipate kupumua kibarazani. Kawina nitakupa shogangu, na vichenji chenji nyumbani. Twende kwanza tukacheze bendi taalabu live. Tukirudi hapa kesho asubuhi nakupa mzigo, napunguza madeni, maisha yanaendelea. Tutakuja kusimulia nini baadaye habari kwenye mji wangu naitazaa mjomba. Sikiliza bwana mjomba, mjomba, mimi nilikuwa nakuja ku test kuangalia upoje, unajua ile nyumba nimeitesekea vipi eh? Oh, oh, nyumba, nyumba, yangu! Wewe una nyumba una nyumba anko? Anko, maswala mapango hilo linatete nasi. Mimi naitwa nani? Ankoli mjomba, mjomba, wewe wewe ankoli wangu, sikiliza nikwambie, wewe sitaki nikufanyie kitu kibaya. Amka